Habari za muda huu, ee. Kwa majina naitwa Rafaeli Dafi ni mwandishi wa vitabu. Leo nataka nizungumzie kuhusiana na marafiki. Marafiki ni watu wa muhimu sana kwenye maisha yetu. Marafiki wanaweza kuwa sababu ya wewe kuinuka na pia marafiki wanaweza kuwa sababu ya wewe kuto, kutokuwa na mafanikio ya aina yoyote ile. Kwenye kitabu changu cha Maisha Safi ya Kijana sura ya tano, kinasema kwamba marafiki wa maisha safi maana yake unapoamua kuishi maisha safi lazima uambatane na baadhi ya marafiki, lazima uambatane na baadhi ya watu kwenye maisha yako. E, kuna aina mbili za marafiki: kuna marafiki wajenzi na marafiki waharibifu. Marafiki wajenzi, hawa ni marafiki ambao unakuwa nao anytime, yani pindi unapokuwa na changamoto unakuwa nao lakini pia ni marafiki ambao wanasapoti sana ndoto zako, wanakubali vile ambavyo vinaenda sawa kwenye maisha yako, wanakuwa na wewe muda wote kwenye raha na karaha, wanakuwa na wewe. Kitabu cha Mithali sura ya 27 mstari wa 17 inasema kwamba chuma unoa chuma, ndivyo mtu anoavyo uso wa rafiki yake. Maana yake kama wewe rafiki yako hakuangalii kwa namna fulani, ujue kwamba sio rafiki ni rafiki lakini, ku kwenye aina ya pili ambayo ni waharibifu. Hawa ni marafiki marafiki waharibifu, ni wale marafiki ambao unakuwa nao, unacheka nao, pengine pia unaongea nao, mnabadilishana mawazo ya aina tofauti tofauti, lakini pale unapoenda ku, pale unapoenda ku, kufanya vitu vya muhimu hawatakuwa na wewe, au pale unapotaka kwenda kuanguka hawatakuwa na wewe. Sasa wewe jiulize kwenye maisha yako una marafiki wa aina gani? Na jukumu la kuchukua hatua ni wewe peke yako. Maana yake kadri unavyozidi kupanda juu, ndivyo kuna baadhi ya watu wanavyozidi kuongezeka kwenye maisha yako na kuna wengine wanapungua kwenye maisha yako. Sasa leo, amua upande na yupi na yupi umwache, ili uweze kufikia yale ambayo unastahili. Kuishi maisha safi sio kitu kirahisi hata kidogo, lakini pia ukiamua ni kitu kirahisi sana. Kwa hiyo ukiamua kuishi na baadhi ya watu, hautoka uishi hayo maisha ambayo nazungumzia kila siku, na hayo maisha ambayo nimeyaweka kwenye kitabu changu. Kuishi maisha safi kunategemeana sana na marafiki. Kwa hiyo jitahidi sana kuwa na marafiki ambao ni wajenzi. Kuna umuhimu wa kuwa na marafiki kwenye maisha yako. Kwanza, marafiki ni baraka kwa Mungu, maana yake anakuletea baadhi ya watu ili wakuinua lakini ukiona kwamba kuna rafiki anakudidimiza, ujue huyo rafiki sio baraka kwako. Lakini pia marafiki ni msaada mkubwa sana kwenye maisha yako, wanakujenga kwenye kila ambacho Mungu amekiweka juu yako. Kwa hiyo hichi sura kinazungumzia marafiki, kinazungumzia marafiki wa kuwa nao pindi utakapoamua kuwa na maisha safi kuishi, kuondokana na yale maisha ambayo sio mazuri na kuishi yale maisha ambayo ni bora kwenye maisha yako na kusihi sana, angalia sana marafiki pindi unapoamua kuishi katika thamani yako. Kuchagua marafiki sio ubaguzi, bali ni kuwa na ni ukubwa, maanake ni kukua. Asanteni sana, naitwa Rafaeli, ni mwandishi wa vitabu. Karibu kwenye darasa langu la maisha safi, tukimaliza tuendelee na darasa langu la maisha kabla ya ndoa.